Baadhi ya walimu wakuu kutoka eneo bunge la Webuye Magharibi wamelalamikia tabia ya baadhi ya wanafunzi kukosa kuhudhuria masomo huku wakidai na athiri viwango vya elimu na kutaka washikadau wote kuwajibika wakizungumza katika shule ya msingi ya marafiki ya Kituni wakati wa ugavi wa fedha za kusaidia miundo msingi kutoka kwa hazina ya NGCDF Webuye Mashariki, walimu hao wakuu wakiongozwa na mwalimu mkuu wa shule hiyo ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha NAT cha wilaya ya Bungoma Mashariki, Alex Wafula, wanahoji kuwa wanafunzi hao wanaoathirika sana ni wale wa gredi ya tisa wanaotarajiwa Watoto wengine hata mwingine mchuku wangu anatoka tu hapa. Amekataa kuja shuleni. Imekuwa ngumu sana. Tafadhali wasasi mlete watoto shuleni wafanye nini? Wasome. Hasa grade 9. Tafadhali. Swala hili limeonekana kumkera chifu wa eneo hilo Paul Kisuya, aliyeonekana kuwasuta wazazi na kuwaamurisha manaibu chifu wake pamoja na wazee wa mtaa kufanya msako kwa wazazi walio na watoto nyumbani ili hatua kali ichukuliwe dhidi yao. Na ningependa niambie wazazi ya kwamba ni vibaya sana mtoto wako anapokaa nyumbani for the whole one week hachi shuleni. Tafadhali, watoto wamerudi kutoka half term. Ningependa my village elders wherever they are wahakikishe ya kwamba watoto wametoka nyumbani wamekuja shuleni wafula hata amekereka na hatua ya wafanyabiashara kufanya shughuli zao karibu na shule akidai ni kinyume cha sheria huku chifu kisuya akiwataka wahame mara moja kwani ni hatari kubwa kwa wanafunzi kisema mambo ya vipanda visiwe karibu na fensi ya shule that is very iliko alafu mimi nikisema namna hivi kuna watu wengine wananitusitusi hapa mambo mabaya hmm? mama wengine unachoma hapo mahindi unanitusi wengine wamechenga hapo kanisa naambia vipi ya pasta hapo ananitusi mimi la sivyo mimi nakuja kuzitoa nikiripotia dira ya tandao jina langu ni Emmanuel Barasa